Wananchi wanaotumia barabara ya Mwanza Shinyanga wako katika hatari ya kupoteza maisha yao iwapo madereva wanaotumia barabara hiyo wataendelea kukiuka sheria za usalama barabarani hasa katika eneo la kona ya Ukiliguru wilayani uh, uh, Misungwi mkoani Mwanza. Katika eneo hilo tayari leo hii majira ya saa 12 na dakika 45 asubuhi watu wawili wamepoteza maisha papo hapo, akiwemo mama mja mzito aliyekuwa amebebwa na mumewe kwenye baiskeli kuelekea kliniki baada ya kukandamizwa na kontena iliyodondoka katika gari la mizigo. Wakizungumzia ajali hiyo iliyosababisha kiumbe kilichokuwemo tumboni mwa mama mja mzito kutoka, mashuhuda wa tukio hilo wamesema kuwa gari hilo aina ya Skania ya mali ya kampuni ya Farai ya jijini Mwanza namba za usajili T 88 DBZ lilikuwa katika mwendo kasi. Watu watatu kwenye gari. Sisi katika katika kuingia huyu jamaa na yeye akawa kaja mazima. Tumefika eneo hili hapa huyu dereva alipata ajali, huyu akawa na overtake gari ya Mohamed Enterprises, yeah. Kwa sisi gari yetu ikabidi tutoke barabarani tuepusha kugongana uso kwa uso <laughs> alivyorudi upande wake kwa nguvu. Pasisi, kato, akayumba, akaanguka. Hata hivyo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, ambapo miili ya marehemu hao ambao hawakuweza kutambulika mara moja imehifadhiwa katika hospitali ya Mitindo wilayani Misungwi mkoani Mwanza. Wakati ukiukaji wa sheria za usalama barabarani ukidaiwa kusababisha vifo, jeshi hilo kupitia kwa kamanda wa polisi mkoani hapa Ahmed Msangi limewaonya askari wake kutojihusisha na biashara ya dawa za kulevya, kwa kuwa inachangia kutokomeza nguvu kazi ya taifa. Sasa tumeguzwa kitu ambacho hakipendezi, na wenzetu wamesimamishwa kazi, wanachunguzwa. Fasta Gebei, nione hapa Mwanza likatokea Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza.